kama unataka kuchukua sms au kupata sms za mpenzi wako au za mtu wako karibu bila yeye kujua njia ni rahisi tu cha kwanza kabisa kama kwanza kutazama video hii, YouTube hii kukulike, comment, video kwenye YouTube channel yetu hii ya tu comment na kushare ili wa kwanza kupata kila video yetu mpya ambayo tutakuwa tuna upload kwenye youtube channel yetu hii Eh, maada yetu leo jinsi yani unaweza kupata message ya mpenzi wako bila yeye kujua cha kwanza kufanya lazima uwe na simu zote mbili simu zote mbili yake na yako ambazo katika kuseti kisha utachukua simu yake simu simu yako simi yake ukishachukua simu yake utaandika kodi hii zifuatazo utaandika nyota ishirini na moja nyota kisha utaandika ya simu mtililiko unaanzia na sifuri sita au 07 usianzie na 255. baada ya kumaliza namba ya simu utabonyeza Baada ya kuonyeza leli moja so, kama ukiona imeleta matokeo tofauti usihamanike sababu maelekezo haya uleta, uleta matokeo tofauti kulingana na simu na update ya simu so, ukiona ajaleta matokeo basi ujue simu yako haikubali hai E, au ukiona imeleta matokeo tofauti basi update ya simu yako ameleta matokeo tofauti so kuna maelekezo mengine utahitaji namba iapo ya whatsapp e it, ni cheki nitakusaidia naomba nikutakie siku njema bye, bye.